Ndama kama kama damkama vile Titus Murungi lakini, jina la mwandishi ni Titus Ken Murungi. Titus Kobia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Chuka mwaka wa tatu. Ni mzawa wa Meru. Nimetokea Meru. Asante. Titus, nashangaa, mm -hmm, sana. Nafikiri katika kimo na kwa umri na kuzidi weje, ni kipi kinakusukuma wewe kujiona mwandishi nasiwa hawa wote? Kazi ya uandishi nilifikiria pindi tu nilipojiunga na chuo kikuu. Kwa sababu gani? Nilipoingia chuo kikuu nilifikiri kwamba shahada ya sanaa ni walimu pole wangu, nilipouka nilakiwa kwamba kwa siwezi kufundisha na wanafunzi wangu, siwezi kwenda shuleni kufundisha. Hivyo nikafikiriaje, mbona nisitafute njia nyingine ama njia, njia mbadala ambayo inaweza nifanya nikuwe kwa kwa soko ya sasa ni kama inahitaji watu wale wabunifu, kwa maana ukikosa kuwa mbunifu utakosa kuwa mbunifu na ufe. Hivyo basi nikaamua niingia katika taaluma ya wabunifu. Asante, kwa sababu naomba utie kikomo hapo hapo. Watazamaji, kama nilivyowadokeza hapa, ni chuo kikuu cha Chogoria, na tuko katika studio za Chogoria, kufahamu zaidi kuhusu maisha ya mwandishi Titus Kobe, ambaye ni mwandishi chipukizi na sipo peke yangu nina dadangu Dorin. Dorin amependeza akavalia shati jeupe michirizi mekundu, tofauti na mimi nina tai na kikoti cha bei nzuri. Lakini Dorin iaiila kumuuliza tai kipi kilichofanya wewe kutaka kuandika? Sana sana, kuna wakati ambao tulifunga safari kuelekea kwenye kongamano Bungoma. Tulipoenda huko e, kuna mtu ambaye aliwasilisha, alifanya mawasilisho, ambaye ni mwalimu, sikumbuki vizuri kama ni sekondari au shule ya msingi, ambaye alikuwa kipofu mm -hmm. na alikuwa ameviandika vitabu vitatu Nikajiuliza kama Mungu ako na uwezo wa kuandika enemy... <Really na awezi kuona, mbona sio mimi ambaye sina upungufu hata hakuna upungufu wote niko nao, bona nisiandike? Nafikiri taita sana wazuri sana, alikaa chini akafikiria, akasema mbona mimi nasia njema tu, nina uwezo wa kuona, nina uwezo wa kuandika sina lolote la kuonyesha. Kiswahili wanasema sina sinani, yaani mkono mtupu ambao hauwezi kuramu. Titus alikuwa na mkono mtupu, lakini leo hii tumefungua ukurasa mpya wa Titus Kobe. Titus Kobe, umehudhuria na kongamano mengi ya chuo hiki katika chama cha Kiswahili. Kama mnavyofahamu ni mwandishi chipukizi Wana si mwandishi ambaye amekupea mm, na nikisema kwamba mimi ni mwandishi ni kama kukivisha kichwa cha kuku kilemba ambacho hakistahili mm. Eh, kongamano, nimehudhuria kongamano mbili tu mm, ambazo ni za Mwanjazi, kongamano za ngoma na kongamano ikato. Kwa maana ya ngoma inamaanisha kibada na igato, nafikiri mm. Katika nafasi hizi umepata kukutana na baadhi ya mabalozi ni yupi? <coughs> yule, yule na matusi ambaye alikuwa na ulemavu wa macho nani? ulmavuwamacho. Kwa kweli kuna mwandishi mmoja mkuu ambaye mlezi wa chama chetu amemzungumzia ambaye ndugu wala binwala. Wala binwala alikuja kuchezea pesa kwenye kongamano. <laughs> Anauliza tu swali, nimetokea wapi? Ukiinua tu mkono hivi akuavi ujibu swali anakupa tu hela, alafu anawaambia Kiswahili kinalipa. nikauliza, mimi ametoa nikauliza ametoa hizo hela wapi? Mbona mimi nisikuwe na uwezo wa kufikia mahali pale? Na pia kuna ndugu timu Ologo ambaye amenisaidia sana na katika uhariri wa vitabu vyangu ambaye alikuwa mwenyekiti mstaafu hmm. hmm. kwa kipindi hiki kinapeperushwa mbashara ningependa sana na mimi kutoa gongole kwa, kwa mabalozi wa lugha kama wala binwana ambao leo hii wanatajika kama majina makubwa ya kuendesha lugha ya Kiswahili katika nchi hii. Tunawapigia mfano na tunawapa saluti. Saruti Timologo, ndugu yangu kakangu, ambaye tumetembea na yeye aste aste kutoka mihadhara kuelekea miji almaarufu mungoni, alikuwa na begi gongoni kila saa pengine una siri katika hilo. Ukiangalia katika vyuo vikuu, kabla ni karibisha dadangu Dori, watu wengi wanakinai sana masuala ya kuingia maktabani kuzuru uh, kuzuru maktaba kwa ajili ya kutafuta maarifa. Wewe kwako je, unasemaje? Ime imechangia kweli katika kuandika vitabu vyako ama umefaulu vipi? Wewe dunia ya sasa, ni kweli kusema kwamba watu hawapendi kusoma na mtandao umefanya watu kuwa mazuzu na nikisema zuzu si eti kwamba nasema ama nasema mtandao auna manufaa, una manufaa tena, lakini hata hivyo kusoma ni mojawapo ya kufanya wewe kusema katika, ukitaka kuingia taaluma ya uandishi, lazima usome, kwa maana kuna vile vigezo ambavyo unafaa kufuatia ama ambao walio kutangulia na vile vile kusikiliza eh, usaili na watunzi ama waandishi kadhaa ambao wamebobea katika sekta hiyo kumaanisha no, wewe ni mtu ambaye unajuusu kweli no. unapitia nakala tofauti za waandishi ambao wamekuchochea katika uandishi no. Nafikiri watazamaji, hilo ni swala ambalo wengi wamekosa kuupata jibu lake, na Titus anasema kwa kifupi kwamba soma ili useme. Natumai kauli ni nzuri ambayo amejenga katika kuendeleza uandishi na kuendeleza ari yake ya kuwa mwandishi mkuu katika nchi hii. Dorin, kwako studio. Ni sijui wasemaje, ningependa kujua katika kazi zako, ni namiia kunifanya baadaye, katika kazi yako kuna yule mhusika ambaye unapenda kujihusisha naye, ama ungependa kuwa kama yeye? ni nani na kwa nini? Naam na nitazungumzia tamthilia ya Raha Taraha Chuoni ambayo inaona sana na mawasilisho ambayo yamefanywa na mlezi wetu, na pia ndugu mwakilishi wa mwaka wa wanafunzi wa mwaka wa pili. Ina inaangalia sana maisha ambayo mmeyazungumzia. Nadhani hata ningekuja nikae kikao na wewe kabla sijaandika, kwa maana naona mambo kadhaa yanawana. Kuna msika, japo ni msichana, wewe si msichana, lakini tu nilimbuni tu, anaitwa Masi. Masi katika tamthilia hii ya raka raka chuoni ni mwanafunzi ambaye anajiunga na chuo kikuu akiwa na ile hali ya kukonga kiu yake ya kusoma, lakini anapoenda chuoni anakutana na changamoto chungu nzima ambazo haziwezi kuetika, lakini kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa amejitolea mhanga na kujitahidi, alipambana kwa jino na ukucha kwa ncha ya upanga mpaka akafikisha maafikia matamanio yake. Kwa hii picha, ukitazama hapa kuna picha ambayo imechorwa kwa rangi ambayo imefifia, kuna picha ambayo imechorwa kwa rangi ambayo imefifia, na inaonyesha watu ambao wamezidiwa na nguvu na wanashikiliana na vilevile wamevalia nguo ambazo zimechakaa. Lakini ukiangalia chini yake, ni hao hao wasichana ambao wamevalia magwanda ya maafala, huku wameshikilia shaanda zao na inaonekana kwamba ni wenye furaha na hivyo basi ningetamani sana pia ingawaje kuna changamoto chuoni, hata mimi niweze kuwafikia matamanio yangu ya kuitimu. Kwa hiyo kwa kifupi, Bwana Titus Kobe, dhamira hmm yako, ukiandika kitabu Raha Karaa ambayo unasimulia matukio ya chuoni, ni kumwonyesha nini msomaji, kwamba chuoni kuna karaa ama pengine chuoni kuna nini? Manake unapozungumzia chuo, watu wengi wakinika sana, wana, wana, wanafunzi wengi wanatamani wajulishe ni shida zipi wanazipitia, hasa wanaponyimwa mikopo, nashakumsi matusi, na nafikiri ni baadhi ya mambo ambayo umeyataja. Wengine wanaita kukosa chakula, kuinama, pengine umekitaja katika kitabu chako. Tuelezee dhamira yako, kweli ni kuonyesha majungwa nayopitia wanafunzi ama ni lipi imepelekea kusema raha karaha chuoni? Raha inamaanisha anasa, karaa inamaanisha mandila ama changamoto ama matatizo. Hmm, chuoni ni mahali ambapo mtu anaelekea kuzoa ama kupata elimu hmm, ya kujiende- ya kujiendeleza kimai- kimaisha. Hivyo basi raha karaha chuoni nimeiandika kwa dhana ya kuondoa dhana potofu dhidi ya wanajamii si mtu ambaye amebahatika ama amenafasika kuwa kwenye chuo kikuu. Wanajamii wanafikiria kwamba pindi tu kuingia hapo chuoni lazima ufanikiwe. Hawafahamu kwamba ni kama ni kukitikiza kiberiti, kwa maana ujui matokeo yake. Hivyo basi, wao wanaonelea kwamba ukienda chuoni, wewe hauna nafasi kabisa ya kuwa maskini. Wengi wetu unaweza kumtazama mhadhiri uone jinsi ambavyo amevalia, unajiuliza huyu kweli ni mtu ambaye anapata mshahara kila mwisho wa mwezi? Hiyo basi sio vizuri, kwamba unaweka dhana zako huo, inaitwa utobinafsi. Tuache utobinafsi, kwamba uangalie mambo yalivyo kiwalisia. Basi ilikuwa hiyo ndio dhana potofu, kwamba hawajawahi fika chuoni. Wajue kwamba, kwamba watu maisha ya chuoni si si kwamba ni mazuri sana, ingawaje yana raha, ama kuna watu ambao wanajiingiza katika raha ambaye inawaletea matatizo. So, baadaye kama Musika Peterson ambaye baadaye aliingia kwenye anasa sana, mm -mm, lakini akakosa kuhitimu. Hivyo basi ni kuondoa dhana potofu dhidi ya wanajamii. Claro, kimalizia tu kingine. Bina... Na nafikiri kuna watu wanataka kupigia makofi. Tupigie makofi. Riwaya ya pili. Sumu simu. Simu sumu. Ni kauli ambayo kidogo inanitatiza. Nafikiri simu ni kiungo tu cha mawasiliano, ikawaje ni sumu simu sumu? Kwa kuwa hakuna kizuri ambacho tunakosa ndoa. Ni kweli kusema kwamba simu ina manufaa tele, tena tuu zima, lakini usipuuze madhila ama matatizo ambayo inakuletea pia. Nitawapa nita, nita, nita kitu ambacho nichakualisia ingawaje kitabu chenyewe ni cha kinjazana tu. E, kwa mtazamo wako mwanafunzi wa anayefanya dawa tuseme, ni mwanafunzi ambaye baada ya kuhitimu, anaenda kushughulikia mwili wa binadamu, kwa nini atumie simu katika kufanya ama kufanya mitiani yake? <coughs> almaarufu tunaita kwa kizungu cha huyu mtu atafanya natapita, na tabita, lakini anaenda kuchezea moyo wako ama uhai wako. Ni sawa mwalimu, unaweza kwa sababu yeye utakuwa na kitu ambacho kinakuongoza, lakini mbona daktari? Hiyo ni kwamba simu inatufumba macho, simu inafanya tusifikirie, simu inatupotosha, na hiyo ndio ukweli ambao kweli mchungu ambao watu hawataki kusikia kila siku <laughs> kwa hiyo kwa kweli simu imekuwa mwiba katika kizazi hiki, maana yake kitazama wengi wetu kama hawakutazami wanaitazama mumu yao, haswa katika vikao kama hivi. Lakini kwa kuwa umetokezea kwamba simu imefanya watu kutojitegemea na kutegemea wao kupita mtihani, wewe kudhani kama kuampa mtihani kunaweza kukombolewa kwa namna nyingine, ama labda simu tu kwamba wanachukua wanaangazia wao kufuzu zaidi ya kupita zaidi ya, ya kupata, tunasema kupata maarifa. Wewe unaonelea vipi, kwamba kama simu ni sumu katika kupata maarifa, dilo ziko aufunzi wa kinezi ili wafuzu. Wewe binafsi, ambayo unabobea katika masomo mengi kutokana na uto binafsi wangu, unajua wengi watu hata kunisikiliza ni sawa, lakini hatufai kutumia simu kwenye mitihani yetu. Kwa nini tusitumie simu? Kwa maana tunapotumia simu ni kweli tutapata shahada, na shahada inafungua tu mlango, lakini ustandi wako katika ile sekta ndio itakayotunza ile mlango shahada hiyo kufungua. Asante, nafikiri hili imeeleweka vizuri uh, aswali nyingine mm kwa kwa -hmm. Changamoto unazopitia wakati wa tishi wako? Vizuri sana, changamoto ni nyingi. Kwanza kabisa, kupata hela ya kuchapisha kitabu hai, unakuta umepata hela una, unafikiria ikate nusu, unaona hapana, bado inahitajika kuelekea mahitaji mengine lakini utatafuta tu juhudi zako uweze kupata pesa ya kuchapisha kitabu. Vilevile kuuza hiyo kitabu, kuweza kumzungumzia mtu anunue kitabu sio sio rahisi. Kwa mfano sasa, hii nimekuwa nyumbani, nimekuwa nikitembeza tu vitabu zangu, nikakutana na, na mzee mmoja, nikamwambia aweze, ni rafiki yangu, hata anatazama kitabu ananiambia mtoto wangu hapo na kitabu walikuwa nyumbani wanunua kitabu kabisa. Najua sijaifika sijawahi kuuza hata nakala moja mm. lakini ananiambia walinunua kitabu aponacho mm. unamtazama tu, nasema sawa, nashukuru <laughs> kwa hiyo unapelekeza kwamba mtazamo hasi wa wananchi, naam mm. kwa jumla, kwamba kuhusu vitabu wengi wanahisi kama ni kupoteza hela mm. katika kununua hiyo vitabu tukimalizia watu pengine, na maanake, tuko mbashara, wengi tu wanatusikiza kando na, na, wana na wasikilizaji walio humu kumbini, utamwambiaje yule wana binwana? Utamwambiaje yule timu ndogo? Utamwambiaje yule John Habu? Utamwambiaje yule Said Mohamed ambaye anakuwa na pengine, kama kuna uhisani ambao unahitaji, moja kwa moja naomba ukaelekeze kaliza na kwa watu ambao wamebobea katika uandishi bila eh, shaka kabla ya unajua, mtu lazima, kwa mfano, Kenyatta, alipo fariki, moya alikuja na kauli kwamba tunafuata nyayo. Hivyo hivyo basi, ningewaomba kwamba waweze kuwashika waandishi chipukizi mkono, ibosa wakaweze kuachia nyayo zao zati, zati, zati. Natumai kwamba kauli zangu nzuri zimeweza kuwafikia wananchi na pengine, katika mtandao wangu tutapata katika labda ueaaee mtandao wa Instagram, Facebook, pale YouTube unapatikana wapi? Kama nilivyotanguliza kwamba kwa dunia ya sasa uwe mbunifu au ufe. Kwa, kwa sasa nimeamua kufungua channel mtandaoni ama dirisha eh, YouTube nimeamua tu, ni mwanzo, sina kamera sina nini lakini tunatumia tu vitu ambavyo viko <totipos> tunaanza mambumbini lakini najua tutainu tutainuka. <totipos> YouTube naitwa Titus Murungi, FB naitwa Facebook naitwa Titus Murungi, kila mtu atanipata kama Titus Murungi, ah Titus Murungi. Copya ni ni nafasi nzuri sana, sana kuwa na wewe, tunashukuru sana kwa muda wako. Natumai kwamba wakati mwingine, watazamaji, tutamwalika mwandishi kizi mwingine ambaye ni wewe na mimi ili angalau tupate muda wa kudokezana namna ya kuendeleza na kukuza fasihi na lugha. Pengine kama kuna swali miongoni mwenu, kwa kumwelekeza kumwelekezea t, naomba nichukue nafasi mbili tatu, alafu itakuwa sawa a Ashukran kwa wakati huu, ningependa uweze kutuambia kuna watu ambao wanataka vitabu vyako hio, tunaweza kupata kwa shilingi hela ngapi? Ama Swaya, suu, hey, simu sumu unaweza kuipata kulingana tu na anda ya, mm. ya, ya ya ekonomia ya sasa ama uchumi ambayo yakuni mia mbili hamsini peke yake raka uoni utaipata na shilingi shilingi mia tatu. Kwa hiyo simu sumu, kwa ya ada ya alafu raka hamsini utapata kwa shilingi mia tatu. Nafikiri baada ya hapo kuna watu watakuona. <laughs> Na pengine nakala zipo, haina neno, utajua namna ya kufanya na itakuwa sawa. Karibu sana. Kaimu lezi, ulikuwa na swali aweze kutupatia taswira mbali na magumu wanayopitia na changamoto katika uandishi. Miaka mitano ama mitatu ijayo, unajiona kwa ubokizi ama ukiwa katika gani katika taaluma ya uandishi? Siku zote tunaambiwa kwamba ni siku za, za kusoma